Am Fanila aki, leo leo, leo nimelala hivi hata sinjamka kabisa, nikasema leo unapitia ka kitu hii Unasika ni kama unasachukua kakamba ama dawa ama dawa uende ujiue, lakini leo mimi kuna, kuna, kuna mtu ataskiza hii story yangu, kama amefika mwisho ajue kuna Mungu ambaye anainuanga saa zingine, kuna Mungu anakupitia inangia hizi, ndio kaweze kukua nguvu ya kesho. So leo nataka wamama, wazee na wenye wanataka kuingia kwa marriage, ama mwenye ameingia marriage leo ama unataka kutoka ama uko plan eh? <coughs> na plani ya kuenda kuingia sasa. Hii ni yenu hii video, leo ni yenu na vivyo tuendelee, guys ha? naomba tu kama nimenyenyekea kwa kunyenyekea tu kabisa kwenu, I am myself before you munisaidie tu na subscribe, ku share na ku comment na ku like. when you do that, mimi badaye nitakuwa umenisupport kabisa wote, kuanzia na na mm? mwanzo mpaka mwisho, sasa ndio tukaweze, yani hakuna kitu naweza nisaidia nayo tu usilipo ni kunisubscribia tu, kulike na kucomment hmm, na kushare. Na yani sana, yani ukifanya hizo vitu, mimi by the way utakuwa kama mimi Vanilla, utakuwa tu kabisa kabisa umeni, umenisaidia. Na Mungu awabariki sana wanaoniochia video zangu, asanteni sana, nashukuru sana sana, leo nataka kuongea about my life na nimesema hii kitu wacha niongee because nimekaa sana, nimekaa sana bila kuongea hii kitu. Mimi nilikuwa nimeoleka, my first marriage nilipitia challenge mop sana sana, yani nilipitia nilipitia mateso, hata tu niseme sijui ni mateso ama sio mateso ama ni nini. Nataka tu kuongelea kastori tu kidogo kwa yenye nataka kuuzia juu kama uko hapo unaweza kuwa the same same ile ile, ile station nilikuwa mimi. Sitakuambia hata kama nasemanga doa nikusimama kusimama ama mtu ni kufumilia, lakini kama unapitia hii charge yenye mimi nilipitia mimi mwenyewe, don't try, usiseme ati unafumilia ati ndio ujenge mboma ndio utanjenga na itapomoka. Sasa mimi nilikuwa nimeoleka nikuwa around 17, siko na 16. Mimi nikioleka, mimi sikujua maana ya marriage ni nini. Ile kitu ilinisukuma kwenda kuoleka ilikuwa ni shida, the problem problem ilikuwa kwetu, ikaona badhali niende tu nikae kwa mtu nisemake niko na kwangu. Sababu ya kufanya hivyo ni nini? Mama baba angu aliuza shamba, akaenda akanunua shamba mahali pengine, akakuwa amenunua hewa so tukakuwa tuna shamba tumetoka, tulikuwa kwetu. Hata kama kanyumba kalikuwa kalikuwa kana ka hivi hivi, lakini tulikuwa kwetu, tuku tunalipa rent, tunanjipata kwa kukomboa. Sasa mimi nikaona maisha imekuwa mangumu, sasa nikaona vadhali nioleke, alafu ndio nikaweze kujenga mboma. Na wacha niwaambie kitu moja, kama wewe ni mwanaume kwa hapo unanisikiza, upate mwanamke adworking, usimfuje mkono usimfuje moyo tafadhali, na waomba mi bikozi, wakati nilipoenda pale, wakati nilipooleka nilipata ule mwanaume kaila kanyumba likuanga nakaa, hata si nyumba, sijui nitasema, si nyumba, aikukua nyumba kabisa kwa briti, aikukua nyumba. Ilikuwa unaona wakati, sorry, unaona wakati vijana wana tailingi, kuna ile kanyumba wazazi wanajengiangia watoto, imagine mimi nimeenda kwa kale kanyumba na nikaolekea kale kanyumba, kale ka cube. Mimi mwenyewe sasa nikajiuliza, je, unataka kujenga hii nyumba nimboma. Niko kabisa kabisa willing kuijenga na moyo wangu na mavikila zangu na kila kitu yangu yote. Mimi nilianza sasa, mimi nikakuja nikaambia, nikaambia huyu mwanaume, nataka tunjenge kanyumba turist, katakuwa na ka sitting room aka bedroom. Nyumba ile kanyumba kalikuwa tu kaopen, kalikuwa yani kama pote tuseme kama hizi nyumba za huko na huko town, ni kama tuseme ni kama ka single. Kalikuwa ka single. Hii kanyumba akajagawanishwa. Hii kanyumba kamekaa tu kaopen. Sasa unagawanisha na bed seat. Sasa mimi nikakuja sasa nikamwambia nataka tujenge. Kwao kulikuwa na shamba kubwa sana. Akaniambia kama unataka tujenge, miti yenyewe ziko, mtu wa kukata ako, lakini hakuna mtu wa kutoa ile miti kwa kichaka alete pale kwa mboma. Na wacha niwambie niwatekeze, si ati nyumba ya maana tunajenga, lakini kanyumba tu, nikaku yani kasarta kakuweka tu kuficha tu kicho, uone ngai tu umeingia tu hivi. Akakuja kaniambia yeye atakata miti jukwa teni, ni ile nyumba sama, sa udongo Aidha kila mtu anajua hizo ile nini tulikuanga tunatengeneza nyumba za madongo, za udongo. Nikakuja akaenda kwa, tukaenda kwa, tuka, akaenda kwa msitu. Akaniambia kazi yangu itakuanga tu mimi nataka kujenga, yeye hataki kujenga, yeye maisha yake iko sawa na hiyo kakiubu. Ndio ni mimi nataka akaniambia nita, atakuanga nakata miti mimi na, na nachukua hiyo miti napeleka na, na na kwa mboma. I do that. Na wacha niwaambie hata pesa ya kununua msumari haikukua haikukua kabisa. Unajua, tulikuwa yani ameweka vikingi miti, miti, miti. Sasa huku side si lazima upigilie misumari sasa ndio, ndio undongo yani, kuweka pale kwa kushikilia ule undongo. Misumari sorry. akaniuliza uko na pesa? Nikamwambia sina. Akaniambia sasa tufanya nini? Tulitumia unaona hii mauzi za miti kuna, kuna miti na kuanga na, na, na nini na makamba kamba hizo ndio tulitumia. Nataka sasa nimesema niongee story, ndio unaweza kuwa hapo una struggle kujenga boma kama hiyo nilikuwa najenga, enyewe nilijenga, tuli, tulimaliza hiyo yote. Sasa problem ilikuwa hiyo press ilikuwa ni wale watu wanakuanga, hakuna maji, kumekaukiwa na maji, kulikuwa wakati wa kiangazi. Imagine mimi ni hata hapo hiyo time ndio nilijua kuendesha baiskeli sasa kaniambia hakuna maji ya kutengeneza ile udongo ndio iweke kwa nyumba. Imagine, yani mwanaume alikuwa very lazy. Hako anataka kufanya chochote, hako anataka kufanya chochote. Sasa mimi akaniambia kazi yangu ni kuchota maji na yeye anatengeneza ile udongo, alafu anaekelea kwa nyumba. Just imagine. Mimi hapo ndio nilijua kuendesa baisikeli. Na kabla kuendeza hiyo baiskeli sasa, Mungu naye ni nani? Mungu akanisaidia. Ilikuwa yani bali maani unatete kutoa hiyo maji. Na wamama wa Mungu awabarikingi Mungu sana wenye munajaribu kutengeneza ndoa ama kujenga ndoa, lakini haijengengi yani ni kama yaani, kupatiwa kitu kali, unaambiwa tafuna. Lakini juu unataka unasikia ina ni inakusaidia kwa mwili nyamatini, unafumilia tu kutafuna ile kitu, ukisika tu ni kali hmm? Ukisikia tu kabisa kabisa ni kali, lakini aitafuniki. Na baadaye ya kutafika ku, ku, kunini yoyote kuswaru yoyote, ikifika kwa tumbo inakuja inatoka, maintoa ilikuwa hivyo. Imagine imeng'ang'ana hivyo vyote nikangang'ana nikang'ang'ana nikang'ang'ana ile nyumba ikakuja ikaisha. Sasa the problem ilikuwa hakuna mabati. Mimi nikamwambia hii mabati yenye ilikuwa hii ka cube ndio tutatumia. Nataka kusema aje? Leo nataka kuongeleshea wanaume, ukipata mwanamke anajitolea, my point one is ukipata mwanamke anajitolea kufanya kazi, usimu disappoint. Mushikirie, mshikilie kabisa, muweze kujenga ile boma, mushikirie kwa ile kitu anafanya musupport, eh? Musupport, yaani ilikuwa ni mimi Mimo, <laughs> lakini ni vizuri juu sa zingine nakanga hivi, najiuliza by the way why mi Vanilla. Nilikuwa nang'ang'ana hivyo vyote. Mi naweza kuambia wewe mwanamke uko hapo. You are try like a, like mimi vile nilitry naweza kuambia mapema mapema. Leo tu unajua atandurushia au atanyasema ni mimi nikigeukeu. Hapo ukiona ndoa kabisa. Yaani umejaribu yako yote. Hakuna sapoti mwanamume anakuonyesha. Wewe ndio unajitolea, wewe ndi kila kitu. Toka. Mapema ndio best. Sababu ya kusema hivyo kwa nini? Nilijenga ile nyumba I think hata nilikaa, sijui ni mwaka mmoja kwa ile nyumba. Yani nimejenga aya, tutoke kwa kujenga nyumba. Sasa Mungu akakuja, wakati nilipata mimba nikaenda kwa, kwa nikaenda kwetu Maifatha. Wakati aliponiona alikuanga na alikuanga na, na kuku ilikuwa ime, yani ime nini yutu tutotoa chicken. Akakuja akanishikia kachikeni kamoja, alikuwa kamiezi mbili, akanipatia akaniambia hii inaweza kukusaidia, wakati utapata mtoto mtoto atapata ya, ya, kufanya nini ya kukula. Wacha niwambie mimi by the way, eh, eh, nasemanga tata ni goda hiyo kuku. Nikaenda nayo kwa Mboma, nikaenda nikaambia huyu mwanaume nijengee kanyumba ka kuku, just imagine, nimeenda na kuku na nimetoa nyumbani, alikataa. Aliniambia mwenye alinipea akuja nijengee mimi sasa nikashindwa, nitafanya nini? Nilitafuta pesa nikatafuta mtu na yeye ya, alikuwa yani si si mtu angekosa kujenga, si ati ati aku anajengea watu wengine, lakini mimi nikimwambia nijengee ataki. <coughs> Sorry, nilikuja nikatafuta pesa nikatafuta mtu akakuja akanijengea ile nyumba ya kuku. Alita alipata kama imejengwa, Mungu alibariki ile kuku, Mungu alibariki ile kuku, ikakuja ikakuwa kubwa ikakuja sasa ikataga mayai na ikakuja Mungu akaibariki na akanibariki na sile makuku. Just imagine, mio, hiyo kuku moja tu ya my dada ilifanya nikuwe na kuku mia tatu kienyeji na ni sile makuku shida. Manono manono, hata kutembea ilikuwa ni shida. Sasa, stari nje ilikuwa mwanamume ni mtu wa waka, waka kanywaji wa kikombe anani time saidia mimi, nimeenda vibarua zangu, ama nimeenda chama. Alafu wakati nilipofika pale, nilikuja nikajiunganisha na wamama machama. Eh, wamama na chama ni mzuri sana, by the way, na ni vizuri kushikananga na wamama wale wengine, mnanji mnanji, yani mnainuana. Mimi sasa nikaingia ile machama sasa, alikonga na time mimi, akiona chui vanda ametoka, anachukua kuku moja, anaenda nakunywa mimi nikikuja kujua kuku sinapungua. Unajua, ukikuwa na kuku mingi na hata ushindi hapo, ukifungulia tu zinaenda. Sasa siku moja nikakuja naisiakia, nika, nika nikasema hata nihesabu, yeah, nikapata kuku, kumbe kuku kama tano hakuna. Nikienda kumuuliza, ananiambia mebia zimekufia huko nje. Aya. sasa siku moja sasa nikamshika hivi Adi nilichofanya nimetoka. Nilikuwa nimeshindwa. Hizi kuku zangu zinaenda wapi? Manipo wananiambia kuna mtu mwingine anachukua kuku yako, mwenye uko na yeye ndiye anachukua. Aya, sasa mimi nikakuja sasa nikamshika. Wakati nilipomshika, sasa nikamwambia sasa wewe ndiye unakuwa kuiba kuku zangu. Aliniambia ni kwake. Sikatai ni kwake. Na akaniambia kwa hapo, sisi tena nipenda. Ni mimi najifosingi kwake. Ah! Stress ikaanza kuniingia sasa lakini sasa nasema hapa hapa, siwe sitoka hapa, sitoki hata unifanye nini. Kwasa gumbedunikuaribu nimeharibu sasa, sindata iko wapo? Wacha tuingie sasa, nimepata mtoto mimi, nilipata mtoto mbele ya mzee wangu ha! Hapo na hapo mimi nilitusiwa, akuwa anataka mambo yangu tena. But it is okay. Lakini hata kama kuna kitu alipanda ndani yangu hiyo time, mpaka kafanya na chukia mtoto wangu juu, yani nilijiuliza, it is my first born. Nimezaa. Na imagine mtu anakuambia ati ati sijui wewe unakaa, we ni kama taka taka, we ni taka taka. Because feel yani i don't know be, okay, nasemanga kila kitu inakwanga na sababu lakini nilikuwa nimejar nilikuwa nimejaribu yangu yote, but it is ok. So wakati aikuishia hapo, wacha niwambie kitu kitu moja, acha niongee hii kitu leo. Mimi nilikaa miezi sita ka hata kulala, alikuwa nikilala inside. Sasa tumelala na mtoto inside, yeye anakuja kwa miguu diatatu yani sijui I don't know, yani sijui sijui. Wanaume wanakuangaji saa zingine, lakini nitaita is a nonsense hivyo araia na wewe kabisa kabisa. Unajua wewe ni mwanaume, kinye wisitaka kufanyiwa usifanyie mtoto wa mwingine. Hata nitaambia mpaka wa mama, kinye kenye wesitaka kufanya mtoto wako afanyiwa, mama ndadako afanyiwe, usifanyie ule mtu mwingine. Nakumbuka siku moja alikuja kama ako mrefi. Sasa after six, six months, akakuja na kaniambia, ati anataka sasa kurara na mimi. Just imagine mimi ile kitendo nilifanya. Wata nionge hii kitu, unajua kuna watu wana, wanapitia abuse. Wamama najua kuna watu wanapitia wana, ni vila mutakangi kuongea. Imagine, mwanaumi alikuja na akaniambia. Sasa unajua, okay, nasemanga mimi sikuwa namnyima mnyima. Na ndio nasemanga mimi siwezi nyima mtu kitu yake. Lazima aki umpe, akitaka mpatie, lakini italingana, sasa nitaongea hapa, italingana amekuja na njia gani ngo ati, ati na umepanga alikuja akaniambia nataka kulala na mimi. Singekata. Lakini akaniambia mimi mwili yangu yani sehemu yake, sehemu yake, ayesi ingia kwa nini kwa sehemu yangu sehemu yake direct nyama na nyama. Lazima tumie kitu. Sasa watu watadhani nikisema kitu atatumia, watu watadhani ni protect, pro, ni, ni kondom ama ni kitu ya kuprotect. Hakuna kitu kama hiyo. Juu ata kondomu by the way, sijui nilienda anga kuionea wapi. Au si utanifanyia hiyo kitu, nilienda anga hospitali, nikaenda nikaelezea daktari. Daktari akaniambia siku nyingine akitaka, kuna vitu nilipewa, hizo makondomu nilipewa. Juu ata pesa ya kununua by the way. Sikujui, njue kile yangu ilikuwa ina maida inakuja. Na sasa nunua kabusi kwa hii nyumba, na sasa nunua nyumba kwa hii nyumba. Unaona vitu kama hizo. Yaani sa, yaani sakunguruisha nilikuwa nataka yani kugurui kuguru yani mpaka kwa mdo, kwa mboma yangu. Lakini alikuja sasa akaniambia, nataka nasitaki kuingia nyama kwa nyama. Nikamuuliza sasa nitafanya nini kama utaki kuingia nyama kwa nyama? Unajua niliona mwanaume alikuwa amejibanka vizuri sana, alitoa karatasi ya sukari. Just imagine ilifanya nijichukie, lakini for now I thank God. Alitoa karatasi ya sukari akaifunga vizuri kwa mwili yake, hata mimi simona akifunga, lakini nilisikia ni karatasi ameweka nje. Kulikuwa kuangiza, akaingiza karatasi yake vizuri na akafunga vizuri, na akaniambia kaa vizuri. Sasa nilijichukia nikajiuliza, kwani huyu mwanaume ameniona aje? kwani mimi kuna nakaa. Unajua kuna vitu na zingine, tuseme ukweli, kuna kufanyia, unasikia, yani aha, aha, unajua, muna, muna kitu mtu anaweza kufanyia hivi, unasikia, unajiuliza ni kama kama kitu vile, hata ukikaa hivi unasikia, unajiuliza ni mimi sijui, wamama, kama if you are here unapitia mambo kama haya, leo mimi nakwambia hapo hakuna ndoa. Kama mwanaume wako akuoni wewe, kama ni mtu akufadhio, beta utoke mapema mapema mapema. Ndio best, hakuna haja hapo ukae hapo ukisema ni watoto nalea. By the way, unajua mama zetu walikuwa wanasema ni watoto, na imagine bah, mwanamke anachapo anafuja fujo, bado ni watoto wanalea, lakini mwisho wa mwisho anakuwa kiwete. That is not good, guys. Leo nimesema nikuongelee kitu. Kama tunajua watu kuna mtu anapitia the same thing what I am going through. Mwisho mwisho hiyo ndio haikusimama. Hata hiyo yote nimejitolea. Sasa ndio nimesema ukiona kitu yani unajaribu mwanaume yani mwanaume anakuja ananini anakugeuka better tu utoke mapema. Mapema ndio best. Because usiyofanya hivyo bado tena utang'ang'ana, ung'ang'ane, ung'ang'ane, ung'ang'ane na utawacha hizo vitu hapo, mali unang'ang'ania, na utatoka tu na miguu yako na uende na umwachie. So, guys, thank you for watching my video. I'm Vanilla. I love you guys and I love you so much for watching my video. I love you guys.